Ni wazi kuwa mambo hayako sawa kati ya Diamond Platnumz na Zuchu. Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka kila kitu wazi. Kama tunavyojua, jana ilikuwa siku kubwa sana kwa msanii Jux, manake ndio alikuwa anafunga ndoa yake kwenye tukio lake la mwisho ambalo ni JP 2025 Grand Finale. Mastaa kibao walihudhuria na sio masta wa bongo tu, ila kutoka nchi zingine za Afrika pia. Lakini moja kati ya stori ambayo ipo kwenye midomo ya watu sana ni tukio la Diamond Platnumz na Zuchu. Kwanza kabisa kila mmoja aliwasili kivyake. Pili, kila mmoja alikaa kwenye meza yake, alafu ungeona jinsi walikuwa wamekunjiana, yaani hata salamu tu walinyimana. Ila Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti picha ya Zuchu na kuambatanisha na maneno haya kwenye caption hii ndefu. Mange Kimambi alisema hivi: maskini namwonea huruma leo ila mwambieni asijali sana, baada ya shughuli kuisha ataombwa msamaha kwa mara ya milioni moja, alafu akaweka alama za kucheka na akaendelea, yani hii picha tu angalia usoni, hana nuru, hana raha. Kwa sisi ambao tushapitia hizi kashikashi za wanaume wa kitanzania tukiwa in our 20s we know that look, una smile ila moyo unawaka moto. Hapana aisee, kama ni matukio ya kumpiga, nahisi Diamond kayamaliza. Nahisi yeye mwenyewe sasa hivi anajiuliza kabakiza tukio gani. Yani, I'm sure dai mwenyewe haamini anachokiona, kapiga matukio yote, ila mwanamke anapambana tu. Hapana aisee, Zuchu ni next level ya ung'ang'a. Mimi na uzee wangu huu, bado mwanamme hajanidhalili hivyo repeatedly. Leo mwanamme kamnyali ile kisawasawa jamani, mpaka kamchamba eti wewe uolewi kwa nini? Ila in a few days huyo atarudi like today, didn't happen. Yaani anamaanisha atarudi kama leo haikutokea. Na Mange akaendelea kwa kusema hivi, at Diamond Platnumz, huu ni ushauri kutoka kwa dada yako. Hakuna mwanamke wa kawaida anaweza kuvumilia anayovumilia king'ang'a huyu. Ukilala naye usiku lala jicho moja wazi. Huyu kuna siku atakurestisha na yeye atajirestisha tukose wote alafu akaweka kwenye mabano kwa utani akasema hivi, Wait a minute didai sei tukose wote kwani na mimi namtaka dai alafu sijui alafu akaweka alama za kucheka na akaendelea on a serious note, Diamond awe makini hapa sitaki kujua moyo wa zuchu huwa unawaza nini hakuna mwanamke mwenye akili timamu anaweza kuvumilia haya kama hakuna kitu anapanga kumfanya huyo mwanaume tusije tu tukasikia mengine one day toka nimjue dai kipindi cha wema sidhani kama kuna mwanamke dai keshampiga matukio mengi na ya kusikitisha kama anayompiga kinganga na kama ikitokea akiolewa matukio ndiyo Yatazidi haya. Yani she will never be happy. Diamond does not love this girl. Akiwa na maana, Diamond hampendi huyu msichana. Na akaendelea kuandika hivi. Yes, kuna wanaume wahuni ma... Ametaja matusi hapo, acha nisilitaje, na lakini aliendelea kusema hivi: ila kama anampenda mwanamke wake kwa dhati, atapambana juu chini, afanye ishu zake huko kimya kimya. Hakuna mwanamme anampenda mwanamke wake akaacha dalilike hivi. Anyway, nipeni muda kidogo, na collect mafail ya uhakika, then nije niwaambie nini kilitokea. Lakini je, unadhani Zuchu bado yupo kwenye mahusiano kwa sababu ya mapenzi, au jina na lifestyle ya Diamond Platnumz inayomfanya ashindwe kuondoka? Niachie kwenye comment.